Amaa, mtafiti kutoka kituo cha utafiti TARI Uyole, a, tuko hapa tuna wakulima na wadau mbalimbali wa pareto, basi sisi kama TARI Uyole tunajihusisha pia na utafiti wa zao la pareto. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Samia Suluhu Hasan naisi wetu, kwa sababu amekuwa msaada na chachu kubwa kupitia waziri wetu wa ni waziri wa kilimo Huseni Bashi, ametoa pesa kwa miaka mitatu mfululizo kwa ajili ya kuendeleza na kuboresha zao la pareto na uzalishaji wa mbegu uzalishaji wa mbegu ambao umefadhiliwa na serikali ya Tanzania ni kwa ajili ya kugawa mbegu kwa wakulima. Mahitaji ya mbegu ni, ni, ni makubwa kwa wakulima na wakulima wengi bado wanahitaji mbegu bora kutoka kwa watafiti wa TARI. Mpaka sasa bado hatujaweza kufikia mahitaji ya mbegu kwa wakulima, lakini bado tunaendelea kufanya utafiti usiku na mchana kuhakikisha tunajitahidi kuwafikia wakulima kuanzia asilimia hamsini na, na kuendelea. Uh, uzalishaji wa mbegu na utafiti kutoka kituo cha utafiti cha TARI Uyole, tunajitahidi sana kuzalisha mbegu yenye tija na ubora na uwingi, lakini pia mbegu ambayo inaweza kustahimili na kuvumilia mabadiliko yoyote ya hali ya hewa. Um, kwa, kwa upande wa ubora ubora wetu au mbegu zinazotoka TARI Uyole zina ubora wa kiwango kikubwa sana na kina tija na kinapendwa sana sokoni. Tunazalisha kuanzia asilimia 1.5 mpaka 2.3 na uwingi na kwa upande wa wingi kwa hekta moja tunazalisha kuanzia ukipanda mbegu kutoka TARI Uyole mkulima anaweza kuvuna kuanzia Uh, kilo mia nane mpaka elfu moja mia mbili kwa hekta. Kwa hiyo tunaendelea kuwasikiliza na kuwasihi sana wakulima kuendelea kujihusisha na kilimo cha pareto kwa sababu soko ni la uhakika. Sisi tuna ikisha zalifa hizi mbegu zikiwa tayari aaiiitimaja kushirikiana na bodi ya pareto pamoja na kopra ambao kimsingi ndo wasimamizi wa zao kwa hiyo wale wakulima wanapataje sasa mbegu kutoka TARI? Wanakuwa na listi ya majina kutoka kila kijiji, kutoka kila sehemu, mpaka wale walioko vijijini ndani kabisa, na bwana shamba wa kila eneo husika wanakuwa na listi au orodha ya wakulima, wanawasilisha wilayani mpaka ngazi ya mkoa, mkoani wanawasilisha kwa watu wa bodi ya pareto mpaka wasimamizi wa zao. Kwa hiyo sisi tunapogawa mbegu tunagawa chini ya usimamizi wa bodi na ambao ndo wasimamizi wa wasimamizi wa zao la pareto. Kwa habari ya masoko, tunashukuru makampuni mengi tayari yamewekeza. Kwa mfano, kampuni mama ambayo ni wana- ndio wana, wananua mbegu kwa wakulima na kwa export. Kwa hiyo wakulima wasiwe na hofu kabisa na shaka kwa sababu serikali imejitahidi kuhakikisha wanapata wingi wa mbegu lakini pia makampuni yamewekeza kuhakikisha wanapata uhakika wa masoko na bei ambayo ni nzuri. Sehemu nyingi tunafanya pia kazi Mbulu uh, maeneo ya Babati kidogo Arusha uh, Makete pamoja na Njombe na mkoa wa Iringa kwa sehemu ndogo sana. Kwa leo tuko hapa kwa sababu ya kwamba kila mwaka tuna utaratibu wetu wa kampuni ya PCT kwamba tunakusanyika na, pamoja na mawakala wetu na sehemu ya wakulima, lakini pili na taasisi ambayo ni wadau, taasisi mbalimbali za serikali na vyombo vya habari pia, ambao tunakuwa tunashirikiana nao msimu mzima kwenye kuhakikisha kwamba malengo yetu kwenye sekta ya pareto yanafikiwa. E, tunakuwa na media mbalimbali ambazo huwa zinatusapoti sana kwenye kufikisha elimu na ujumbe mbalimbali kwa wakulima wetu pamoja na mawakala, lakini pia tunao mawakala ambao tunafanya nao kazi ambao wanafika takribani 145 katika halmashauri ya wilaya Mbeya pamoja na Ileje, lakini pia tunao e, Pareto ambassadors ambao ni wataalamu ambao tumewatengeneza kutoka kwenye makundi ya wakulima mbalimbali mbali wanaotusaidia pia kutoa elimu ya pareto ya, ya tunao mabwana shamba wa makampuni, tunao idara ya kilimo ya serikali kwenye halmashauri ya Ileje pamoja na Mbeya vijijini, lakini pia tunao TARI ambao ni wadau wetu, na tunao pia wawakilishi wa, wa, wa, wa bodi ya pareto ambayo sasa hivi ni kopa. wote hawa tunakaa na pia wataalamu wa, wa, wa, wa vipimo ambao ni wadau wetu wakubwa lengo kubwa la semina yetu ukiangalia wadau wote hao ni kuona namna gani tunaweza tukaendelea kuisukuma pareto yetu mbele kwenye maeneo makuu matatu. Lengo la kwanza ni kwenye ubora, lakini lengo la pili ni kuongeza uzalishaji, lakini lengo la tatu pia ni kuongeza thamani katika zao letu na pareto. Kwa hiyo kwa siku ya leo ambayo ni tarehe 9 mwezi wa 5 2025 pamoja na kesho tarehe kumi mwezi wa 5 2025 tuna semina ya siku mbili mfululizo na semina hii lengo lake kubwa ni kuzungumza na mawakala na wadau wetu kwamba kwanza tunapitia mwaka jana msimu ulioisha ambao umeanza mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na nne na kuisha mwezi Machi elfu mbili na ishirini na tano. Tunafanya tathmini ya wapi tulifanya vizuri wapi tulipata changamoto na ni na, namna gani sasa kwa msimu unaoanza tena 2025 na mwezi wa saba mpaka mwezi wa tatu 2026 tufanye nini sasa, ili pale ambapo tulikuwa na mapungufu tuweze kuyaboresha na kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo maeneo ambayo tunayazungumza sehemu kubwa, kwanza ni zile changamoto ambazo mawakala walikuwa nazo, na sehemu kubwa kwetu sisi ni ubora na uzalishaji kwa wingi, lakini pili ni kuona kwamba Je, je, pareto yetu inaendelea kuimarika ku mwaka hadi mwaka au msimu hadi msimu, kwamba kiwango cha sumu ambacho huwa tunakitegemea sisi, je tunakiona kinaimarika? Tukiangalia msimu uliopita na msimu huu, kwa kweli tumeona kuna mabadiliko makubwa, sumu imeongezeka, imekuwa nzuri zaidi kuliko mwaka elfu mbili ishirini na tatu ukilinganisha na elfu mbili ishirini na nne Lakini pili, hata unyevu nao ulikuwa mkubwa. Kwa wastani, tulikuwa na unyevu wa asilimia kumi na nne lakini sumu tulikuwa na wastani wa asilimia nukta moja nukta moja nukta moja nne asilimia. Ukiangalia hapo ni tofauti kabisa na mwaka ambao ulikuwa umetangulia elfu mbili na ishirini na tatu. Sasa msimu huu tunataka kuzungumza nini? Tunataka kuzungumza kwamba msimu unaokuja sasa, tutoke hapo kwenye sumu ya moja nukta moja nne pasent tuende kwenye moja nukta mbili pasent, kila mwaka tupige hatua, lakini kwenye, kwenye unyevu pia na hapo sasa, malengo yetu msimu huu ambao tutazungumza na mawakala ni kutoka kwenye asilimia ile 14 kwa wastani tuliyoipata kwa 2024 kwenda kwenye asilimia 13 kwa mwaka 2025. Yote haya ni kuangalia kwamba pareto tunaipata pareto bora ambayo ndio malengo yetu. Sasa katika mazungumzo haya yote, tunaamini huwa kuna changamoto, changamoto ziko ambazo watatueleza, na sehemu kubwa tunaamini ni vikaushio. Kuna changamoto ya kupata mbegu kwa wingi zinazotosheleza mahitaji ya wakulima bado, lakini kwa sababu tunashirikiana na TARI Uyole ambao ni watafiti na ni wataalamu wa mbegu, basi tunaona kwamba tutakuwa na mafanikio mengi kwa msimu unaokuja wa 2025. kwa hiyo kwa kifupi sana, haya ndio ambayo tunayo tunayojadili leo na tutayazungumza kwa kina pamoja na wadau wetu ili tuone sekta yetu ya pareto inaimarika kutoka hapa ilipo ili tuweze kupiga hatua mwaka hadi mwaka. ishirini na nne tulipata tani elfu moja mia tano hamsini na saba l uh, eh, ambazo kwa kweli ni, ambazo ni, ni seme ni, ni, ni ni pungufu ni ya msimu uliokuwa umepita. Msimu uliokuwa umepita kumekuwa na tani elfu moja mia tisa kama hamsini. Sasa ukiangalia hapo kuna kuna kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna anguko kubwa, lakini kulikuwa na changamoto kubwa ambazo tunazifahamu sisi. Moja ilikuwa ni mabadiliko ya tabia nchi, na hii imekuwa ndio changamoto kubwa sana kwenye sekta ya kilimo. Kwa nini? Kwa sababu kunakuwepo na wakati mwingine mvua inazidi au mvua inachelewa, lakini ikija inakuja kubwa zaidi inaathiri. Kwa hiyo kwa msimu uliopita, athari kubwa tuliyoipata ilikuwa ni kwamba kwenye vitalu vingi ambavyo tulikuwa tumeziwatika kando kando ya sehemu zenye maji mvua ilinyesha kubwa zaidi ya kiwango ambacho kilitarajiwa ikazoa vile vitalu vyote na ile miti yote. Sasa ilipofika msimu wa kupanda, kuhamisha kwenda mashambani, wakulima wengi walikosa miti ya kutosha hilo hilo, kwa kweli ilikuwa ni sababu kubwa sana, lakini sababu ya pili ambayo imekuwepo sasa hivi karibuni ni ushindani wa zao la viazi. Zao la viazi limekuwa ni shindani sana kwa kwenye zao la pareto, na wakulima wale wale, ardhi ile ile, na maeneo yale yale ambayo yanafaa katika kulima zao la, la, la pareto ndio huko huko ambako wakulima wale wale wanalima kiazi sasa kumekuwepo na ushindani wa haya mazao mawili kiasi kwamba wakulima wengi wamekuwa sasa wanapunguza uzalishaji wa pareto wakienda kwenye viazi. Lakini tumekuwa tunatoa elimu kwamba zao la pareto bei yake ni ya uhakika, soko lake ni la uhakika, lakini uvunaji wake, unaweza ukavuna mfululizo kwa miezi sita. Kwa hiyo ndani ya nyumba sisi tumekuja na kauli mbiu msimu huu tunasema, okoa ndoa kwa kulima pareto, kwa maana kwamba mahitaji yote ndani ya nyumba baba una uwezo wa kuyatoa kwa muda wa miezi sita mfululizo kama kweli unalima pareto kwa nini kwa sababu una uhakika wa kipato kila siku yale mahitaji ya kawaida ya nyumbani yale ya, ya, ya, ya, ya familia una uwezo wa kuyatosheleza kwa familia kwa hiyo ukitaka ndoa yako iwe imara kwa kweli ulime pareto kwa sababu una uhakika wa kipato muda wote lakini sisemi kwamba wasilime viazi wanaweza wakalima lakini kumbuka ukilima kiazi unakiuza mara moja baada ya wiki mbili inawezekana hicho kipato tena, huna ile pesa, utakuwa umeshaitumia lakini, anayelima pareto atapata kipato mfululizo kwa miezi sita. Ndio maana sisi tumekuja na kauli mbiu tunayosema kwamba okoa ndoa yako kwa kulima pareto, kwa sababu una uhakika wa kipato mfululizo kwa miezi sita, eh, bila kuwa na changamoto nyingine yoyote. Kwa mwaka jana bei iliongezeka kutoka elfu tatu mia tano mpaka elfu tatu mia saba kwa kilo, na ni matarajio yetu kwamba yawezekana kadri wakulima wanavyoendelea kuimarisha ubora basi na bei itabadilika. Kila msimu lazima kuna kuwepo na mkutano wa wadau ambao unasimamiwa na, na msimamizi wa zao ambao ni kopra na mazungumzo makubwa ambayo kuna kwamba na wawakilishi wa wakulima pamoja na wadau mbalimbali mbali, ni kuzungumza bei elekezi ili tujue kwamba msimu unavyoanza bei elekezi itakuwa shilingi ngapi. Sasa hivi siwezi kusema, lakini nina uhakika kwamba kutakuwepo na mabadiliko baada ya mkutano kukaa, lakini kwa malengo kwa upande wa malengo sisi tumejiwekea malengo upande wa Mbeya kwamba kutoka kwenye tani ambazo tulikuwa tumepata mwaka huu elfu moja mia tano kama na hamsini na saba hivi basi tupige hatua, tunatarajia kupata tani elfu mbili mia moja themanini na mbili, eh, elf kwa msimu wa 2025. Kwa nini? Kwa sababu kwa kweli tumejitahidi sana kuwekeza kwa wakulima upande wa mbegu upande wa miche na vikaushio, lakini hasa kwenye elimu pia lakini kwa sababu ya ongezeko la bei kutoka elfu tatu mia tano mpaka elfu tatu mia saba na kwa kuwa kuna matarajio pia kwamba kadri wakulima wanavyoimarisha ubora eli na bei inaongezeka, basi tunaamini wakulima wengi watalima pareto msimu unaoanza elfu mbili ishirini na tano. E, tulichokibaini ni kwamba baada ya kufanya utafiti mkubwa kwenye familia na kaya ambazo wanalima pareto umekuwepo na amani na, na uhakika wa maisha kwa familia hizo muda mrefu, kwa sababu tumezungumza na baadhi ya wakulima na wanatuambia kabisa, baba hapati usumbufu yoyote kwa sababu, kama ni chumvi ana uhakika hivyo, kama ni sukari nipo, kama ni daftari lipo, kama ni mahitaji yale madogo madogo, mafuta ya kupikia, nyama, samaki, vipo. Kwa sababu gani? Pareto inachumwa kwa wastani wa mara mbili kwa mwezi kwa kile kipindi ambacho tunasema labda kuna mvua, lakini kile kipindi cha kiangazi unaweza ukachuma mara tatu kwa mwezi, kwa maana ya kwamba karibu kila siku kumi na mbili unaenda shambani kuchuma pareto. Sasa ukipeleka pareto kituoni, hela iko pale pale, ukirudi nayo mahitaji yale na ya nyumbani yote unakuwa umeyamaliza. Hiyo la kwanza la kwanza, baada ya kufanya huo utafiti. Lakini wazee wakawa wanatuambia pia wakikaa klabuni pale, wanakunywa kapombe kao, wanasema aliyeenda kuuza pareto ana uhakika sana, akifika pale kifua mbele, kwa sababu fedha iko mkononi. Lakini mfululizo kwa muda wa miezi sita sio kitu kidogo. Kwa hiyo ndio maana tukasema sasa kwamba ili familia ziweze kuwa imara, lakini kuwepo na amani na utulivu, lazima familia zipate mahitaji ya kila siku, na mahitaji yale unaweza kuyapata kwa kulima zao la pareto, kwa sababu una uhakika wa kupata kipato karibu kila wiki eh, au wiki mbili katika mwezi. Kwa majina naitwa Musa Malubalo, ni afisa pareto kanguu wa Mbeya na mkoa wa Songwe. Natokea kampuni ya pareto PCT yenye makao yake Mafinga. Kwa siku ya leo nikuwa na semina ya mawakala wetu kutoka e, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe, na jumla ya mawakala ambao wamehudhuria ni jumla ya mawakala mia na sabini, na wawakilishi wa wakulima, wawakilishi jumla ya wakulima kumi. Jumla ya watu waliohudhuria semina hii kwa siku ya leo ni jumla ya watu mia na themanini. E, lengo la semina hii ni kuweza kuwajengea uwezo mawakala wetu ili tuweze kuzalisha pareto iliyo na ubora wa hali ya juu ndio lengo. Kwa hiyo, kwa mafunzo haya tumekuwa tukiyafanya kila msimu, kwa kabla msimu haujaanza, wakala wetu na baadhi ya wakulima tunawafanyia mafunzo ili kuweza kununua sasa pareto iliyo bora zaidi na kuweza kulinda soko la pareto kwa Tanzania yetu na kidunia kwa ujumla zaidi mafunzo haya yamekuwa yakijumuisha wadau mbalimbali. Kwa siku ya leo, tunaye tunaye mkuu wa idara ya kilimo halmashauri ya, ya Mbeya vijijini, tunaye mkuu wa idara ya kilimo kutokea wilaya Ileje, tunao wadau kutoka taasisi ya utafiti TARI Uyole e, na ile bodi ya pareto Tanzania ambao wameanza kujumuika nasi siku ya leo. Kwa semina hizi au mafunzo haya ambayo tumekuwa tukiyatoa sisi kampuni ya PCT yamekuwa na tija kubwa zaidi. Mfano kwa semina ambayo tulifanya msimu ulioisha wa elfu mbili ishirini na, na kwa ajili ya msimu wa elfu mbili ishirini na tatu ambayo ilionyesha ubora ulikuwa asilimia moja nukta sifuri nane lakini baada ya ile semina kwa msimu ulioisha huwa elfu mbili na ishirini na nne tumeweza kupanda kwenye suala la ubora wa maua kutoka asilimia moja nukta sifuri nane hadi asilimia moja nukta moja nne kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne. Kwa hiyo kwa upande wetu, si kampuni ya PCT tunaona haya mafunzo na hizi semina ambazo tunaendelea kuzitoa kwa mawakala na baadhi ya wakulima zimekuwa na tija kubwa zaidi kwa wakulima na mawakala, sababu wanaweza kunufaika na zao hili la, la pareto kwa kuweza kupata malipo ya pili kwao. Tunaamini kupitia hata hii semina ya msimu huu elfu mbili na ishirini na tano itaenda kutuletea matokeo chanya kwa kiwango cha ubora kitaweza kupanda sambamba na uzalishaji wa maua kwa, kwa wakulima no, no, no. Hizi ambazo kampuni ya PCT, tuna tunazifanya kwa wakulima wetu, tumekuwa na mikakati mingine mbalimbali. Mikakati mmojawapo ambayo tulichukua kwa msimu uliopita tuliweza kuongeza vikaushio, tuliwajengea vikaushio hamsini na moja maeneo mbalimbali ya Mbeya vijijini na upande wa Ileje na pia kwa msimu huu tunao mpango wa kuweza kuwajengea vikaushio zaidi ya vikaushio mia maeneo yote ya Mbeya vijijini na upande wa Ileje, ili sasa hao wakulima waweze kukausha maua yao kiurahisi zaidi, hasa wakati wa mvua ambako maua mengi huwa yanaoza. Kwa hiyo kupitia mkakati huo wa kuwajengea vikaushio vipya vya kisasa tunaamini kabisa kampuni ya PCT itaenda kupunguza changamoto ya ukaushaji wa maua hasa wakati wa mvua ambao tumeweka sisi. Kampuni ya PCT tutaenda kugawa mbegu bora kwa wakulima wote bure bila malipo yoyote, zaidi ya tani nane ambazo tumepanga kuzigawa kwa msimu huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa kuanzia mwezi wa tisa, zoezi la ugawaji wa mbegu mpya hizi kwa wakulima utaanza kufanyika kwa maeneo yote bila malipo yoyote hizo. Tunaamini kabisa kupitia mbegu bora ambazo tutashirikiana na taasisi ya TARI Uyole, tunaamini kabisa changamoto ya ubora wa maua tutaweza kuitatua. Okay, laba, laba hapa, poli poli. Kwa msimu uliopita kampuni ya PCT tuli fanikiwa kugawa kiasi cha mbegu kilo 3460 kwa wakulima wote wa maeneo ya, ya, ya, ya Mbeya vijijini na maeneo ya wilaya ya Ileje, na kwa msimu huu mpya ambao utaanza mwezi wa nane, kampuni ya PCT imepanga bajeti ya kuweza kugawa mbegu kiasi cha, cha kilo elfu nane kwa wakulima wote wa Mbeya vijijini maalisha Mbea vijijini na upande wa Waileji, lengo ni kuweza kuongeza uzalishaji, kuongeza uzalishaji, kwa sababu kwa msimu uliopita tumepata changamoto ya uzalishaji kuwa ulishuka kutokana na hali ya hewa kwao. Tumezamiria kabisa msimu huu tutaweza kuongeza uzalishaji kwa kugawa mbegu nyingi kwa wakulima wa pareto inaitwa angumbwike msebenso mwa ni wakala na ni mkulima katika kijiji cha Isangati. E, kama mlivyonieleza kwamba nieleze faida ya pareto, kilimo cha pareto kina faida kubwa moja ambapo kinamsaidia sana mkulima chenyewe. Kina msimu wa mwaka mzima, mkulima bado anakuwa na pesa kwa sababu kila baada ya wiki mbili mkulima anakuwa na pesa, anachuma zile pareto zake, anakwenda kwa wakala kuziuza, mwishoni anakuwa na hela, kila baada ya wiki mbili tena hivyo hivyo, kwa hiyo inaendelea kwa mwaka mzima. Sasa viazi ukisha, ingekuwa ni zao la viazi, unaviuza kwa mkupuo, kwa wakati mmoja, hata ungeuza milioni nyingi, lakini itaingia kwenye bajeti, kisha ingiza kwenye bajeti utainua labda mabati kama mtaka kujenga, na kadhalika na kadhalika. Hela itaisha kwa muda huo, kwa mbeleni mlikuwa hamna hela ya matumizi tena. Kwa maana hiyo, sasa pareto inakuwa na pesa kwa muda wote. Okay, sasa acha kulima mazao mengi gani, labda elezea manufaa uliyopata, kusomesha, kujenga. Mimi toka nimeanza kulima pareto sipungui miaka ishirini, ni miaka ishirini na, na zaidi. Kwa maana hiyo pareto faida yake sasa, ambayo mimi nimenufaika nayo kama mkulima na wakala. Kwa huko nyuma nilikuwa mkulima wa kawaida, lakini kwa sasa hivi ni mkulima pia ni wakala. Nichonufaika, nimejenga tayari, nimefuga, nimepanua mashamba, nimenunua mashamba ambayo yanatokana na hiyo fedha ya pareto. Kwa maana hiyo, namvutia mkulima mwenzangu kwamba jiunge na kulima pareto, inaweza ikamsaidia kuondoa umaskini kwa sababu pindi anapopata ile fedha tayari inamsaidia kununua mahitaji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusomesha. Mimi hapa nilipo naweza nikasema nimesomesha tayari mtoto wangu mmoja, ni mwalimu shule ya sekondari na mwingine ni injinia tayari, imetokana na mazao hayo hayo ya pareto. Nimeweza ku, kulima pareto kwa muda mrefu ikinisukuma, basi nikipata mtaji sing'ang'anii si tu pareto, napanua pia naweza nikapanda miti baadaye nauza ile miti ya mbao na kadhalika. Eh, baadaye tena naweza nikapanda hata viazi. Sina maana kwamba viazi ndio silimi kabisa, lakini mtaji nato, napata kutokana na pareto. Naitwa Emi eh, Nelsoni Ndabira, natokea kijiji cha Itaga, ni wakala wa pareto kijiji cha Itaga kata ya Igari. Faida ya pareto ni kwamba inatupatia pesa msimu mzima karibia mwaka mzima vile, kitoa tu miezi mitatu tu labda. Basi ni faida za, pare, za kilimo cha pareto, lakini changamoto ya pareto ni kwenye palilizi. Palilizi kama umelima mashamba mengi inakuwa changamoto ya kupalilia, maana unavyoenda kupalilia shamba la kule kule, majani yanayota na yanakimbia kwa kasi, kwa sababu kwetu kule kuna unyevu mwingi mpaka sasa hivi mvua bado zinanyesha, kwa hiyo na bado tunapambana kupanda. Kwa hiyo kama umelima mashamba mengi, changamoto ni majani kuota. Ingekuepo kwamba labda kunaweza kukatokea na dawa ya kupiga majani yani ya kuchambua, tunaweza tukanufaika vizuri. Lakini pili ni kwenye bustani, kutoka kwenye miche kwenye, tumewatika miche na nandi mbegu bustani, kwenye bustani kwa kuja bustani kuna changamoto ya kung'olea. Majani yanaota kila wiki. Unaenda unang'olea wiki hii, wiki hiyo majani yameota. Unaenda unang'olea wiki hiyo, majani yameota. Kwa ni changamoto hizi. Kwa nini mnachokifanya sasa ili kutatua au mnataka kifanyike nini ili kutatua hiyo tatizo? Eh, ingekuwepo ile dawa ya kuchambua majani. Kuje tumemwaga mbegu. Ingetusaidia sana kwa sababu unaweza kwa umemwaga eneo kubwa lakini changamoto katuuta kwenye kazi ya kutolea majani mara kwa mara, mpaka unaweza kukuta eneo lingine limelala hujatolea, eneo lingine umefaidika umetolea. Lakini kingefanyika kitu hiki, tupate dawa ya kupigia majani ili kila majani yanapokuwa yameota tununue, tuchukue tu maji, tuweke kwenye pampu, tupige majani yakauke, miche iendelee kuwa vizuri, inaweza katusaidia sana. Tatizo la soko halipo. Tatizo la soko halipo, tatizo la soko siku yetu, PCT ni baba lao, pesa, muda wote, masaa yote yaani hamna tatizo kabisa kwenye pesa. Hebu hebu elezea labda, kuna ile mambo ya kukopa, labda kukopa kwenye vikundi, ili kutegemea wakati wa mavuno ndio mlipe. Hebu elezea hii mchakato unavyokuwa. kama sisi wala hatuhangaiki kukopa kwa kwa hiyo ohi na shida kukopa, basi tunakopa tu PCT tuletea hela, badala ya kukopakopa kwenye vikundi, kausha damu na nini, elezea hivyo akiinelewa. Ni, nimekuelewa vizuri, japo mimi hapa nina kikundi cha wakulima wa pareto lakini, kwenye upande wa kutaka kukopa, huwa hatupendelei sana kukopa, kwa sababu tunajua hasara ya kukopa Sawa, ndio unaweza ukatatua shida leo, lakini hata pia utakapokuwa na vuna mavuno yale, bado shida zingine zitajitokeza, utajikuta tu usumbufu wa kulipa yale madeni. Kwa hiyo sisi kwenye eneo letu, mimi au wale watu wangu wakulima wangu wa pareto, siwahamasishi kwa habari ya kwenda kukopa. Hapana, tulime tu, tusubiri wakati wa msimu wa kuvuna kuliko kwenda kukopa. Yaani mimi kwenye kukopa, kwenye kukopa stack kitengo cha udhibiti ubora katika kampuni ya Pareto Tanzania, Pareto kampuni ya Tanzania. Tumekuja hapa uh, ka lengo la kuendelea kutoa um, msisitizo kwenye masuala ya ubora wa maua ya Pareto kama ia wauishe pale kwa kweli. Kwa, kwa mwaka huu uh, wakulima wamejitahidi sana kwenye swala la ubora, lakini tu changamoto ambayo imetokea pamoja na kwamba wamejitahidi kwenye swala la ubora kwenye swala la eh, volume imekuwa ni changamoto, kwenye swala la uzalishaji imekuwa ni changamoto, kwa maana ya kwamba eh, kadri miaka inavyoendelea eh, na pia uzalishaji nao unapungua. Kwa hiyo tukilinganisha, tukichukua takwimu za mwaka jana, tukilinganisha na takwimu za financial year hii ambayo tumeimaliza, kwa sababu mwaka wetu wa fedha unaanzaga eh, April eh, mpaka Machi ya mwaka mwingine tukilinganisha hizo takwimu tunaona kabisa kwamba wamefanya vizuri kwenye ubora, lakini kiwango cha uzalishaji kwa maana ya volume imepungua. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa lengo la kuendelea kukumbushana e, e, kwanza kwenye eneo la e, ubora, wasijisahau waendelee kufuata zile taratibu zinazotakiwa na ambazo zinasisitizwa na kampuni katika kuhakikisha kabisa ya kwa kwamba wananunua kwa maua ambayo yana ubora unaotakiwa lakini pia kuhakikisha kwamba wanaendelea kuongeza uzalishaji ili mwisho wa siku kivichanganya vitu kwa, kwa, kwa pamoja kiweze kuleta tija kwa mkulima, lakini pia kwa kiwanda kama kiwanda kwa ujumla. Kwa hiyo na wakulima kwa kweli wamekuwa e, wasikivu na, na, kwa kilichotokea mwaka huu kimetuonyesha kabisa kwamba kwa kweli wameendelea kutia msistizo katika swala zima la kuzingatia zile taratibu bora za ununuzi. Na pia ukiangalia e, tunapozungumzia swala la ubora, maana yake ubora hauwazii tu pale kwa wakala, ubora unaanzia shambani. Ndio maana kwa hapa tuko e, timu kubwa, kuna watu ambao wanahusika na shambani, maana kwa maana kwamba wanaelezea maeneo yao ya kule shambani, kuna watu wanaohusika na maeneo ya jinsi ya kutunza hizi kumbukumbu, jinsi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kupima na sisi hapa ambao tunakazia swala la ubora kwa ujumla.